tupo katika robo ya kwanza 2026 na ishirini na sita na tupo katika somo la tatu ule na jusema, uzima na mauti, na somo la siku ya leo lina kichwa kinachosema kufa ni faida. Usomaji Biblia kwa mpango tunasoma kitabu cha Samweli wa pili sura ya nne. Tuombe. E Baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa kutupa uzima na neema ya kuingia mwaka 2026. Tunapoketi chini kujifunza neno lako kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia yani lesoni ambayo ni robo ya kwanza elfu mbili na ishirini na sita tunakuomba Mtakatifu atufungulia akili zetu na mioyo yetu, tuondolee hofu ya mauti, utupe ufahamu wa kweli wa uzima wa milele, na tufundishe jinsi ya kushinda pambano kuu la kiroho tunalokutana nalo kila siku. Najisalimisha mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tumeingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita na katika mwongozo wetu wa kujifunza Bibilia yaani lesoni ya robo ya elfu mbili na ishirini na sita somo la tatu lenyesha inayosema uzima na mauti. Leo tunatafakari somo la Jumatatu lenye ujumbe mzito lakini wa kutia moyo, kufa ni faida. Kwa mtazamo wa kibinadamu, kifo ni mwisho wa matumaini, ni huzuni, ni maumivu na majonzi. Lakini kwa Mkristo aliye ndani ya Kristo, kifo si mwisho bali ni mapumziko, ni faida na ni lango la uzima wa milele. Biblia inatufundisha kwamba tangu dhambi ingie ulimwenguni, vita kubwa ya kiroho imeendelea kati ya wema na mabaya, kati ya Kristo na Shetani. Vita hii haifanyiki tu angani bali duniani kwa ujumla, bali pia ndani ya maisha ya kila muumini. Mtume Paulo anaelezea wazi katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi mstari wa tatu hadi mstari wa sita katika kitabu cha Wakorintho wa wa pili, kwamba ingawa tunaishi katika mwili hatupigani vita kwa silaha za mwili. Vita vyetu ni vya kiroho na silaha zetu zina nguvu katika Mungu kwa kubomoa ngome za na mawazo na hoja zote zinazoinuka kinyume na kumjua Mungu katika maisha ya kila siku Shetani hutumia silaha hatari sana ambazo mara nyingi hazionekani kwa macho. Hutumia mawazo mabaya, hutumia hofu, hutumia aibu, hutumia lawama, hutumia kukata tamaa, hutumia shinikizo la rika, ukosoaji na hatari, usaliti na vitu vingine kama hivyo. Hizi ni silaha ambazo zinawaletea wengi maumivu makubwa ya ndani. Ndio maana Wakristo wapaswi kamwe kutumia silaha hizo, bali wanapaswa kutumia silaha za mbinguni kama upendo, rehema, amani, uvumilivu, wema, kiasi na fadhili kama tunavyoelekezwa katika kile kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi ule mstari wa 23. Silaha kuu na yenye nguvu kuliko zote ni neno la Mungu kama inavyoelezwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 17. Nikitumika pamoja na Roho Mtakatifu, neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha mioyo, kuponya nafsi na kuleta ushindi wa kweli. Sisi wanadamu ni vyombo tu mikononi mwa Mungu. Ni Mungu pekee ndiye anayesadikisha mioyo ya watu kwa ukweli. Katika muktadha huu wa pambano kuu, kauli ya Paulo katika Wafilipi 1:21-22 inakuwa na maana ya kina sana: kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Paulo hakuwa akitamani kifo kwa sababu ya kukata tamaa, bali alikuwa na uhakika kamili kwamba maisha yake yalikuwa mikononi mwa Kristo. Kuishi kulimaanisha kuendelea kumtumikia Kristo, na kufa kulimaanisha kupumzika katika hadi ya ufufuo na uzima wa milele. Mfano wa maisha ya Paulo unatufundisha kwamba Mkristo hapaswi kuishi kwa hofu ya kifo. Hata kama tunakutana dhuluma, mateso au kifo kisichokuwa na haki, bado ushindi wetu uko ndani ya Kristo. Yesu Kristo mwenyewe alipitia njia ku, ya kujisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya Mungu kama tunavyoona katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tano, hadi kumi na moja ambapo alijinyenyekeza hata kufa msalaba, na kwa sababu hiyo, Mungu akamtukuza sana. Katika Samweli wa pili sura ya nne, tunaona mfano wa vurugu, usaliti na kifo vilivyojaa katika historia ya wanadamu waliojitenga na kanuni za Mungu, lakini hata katikati ya agizo hilo Mungu anaendelea kutekeleza makusudi yake hii natukumbusha kwamba mauti hayamzuii Mungu, na hata mipango mibaya ya wanadamu haiwezi kushinda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kama Wakristo hatuitwi kupigania sana haki zetu binafsi, bali kuitetea yaliyo sahihi mbele za Mungu. Nguvu ya kweli haitokani na mamlaka ya kibinadamu bali katika utii na kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo siri ya ushindi katika pambano kuu la kiroho linalokaribia nalo kila siku, katika changamoto za sasa, iwe ni magonjwa, iwe ni umasikini ukatariwa au hofu ya kifo, tunaweza kupata faraja kubwa kwa kujua kwamba Kristo tayari ameshinda. Yohana sura 11 mstari 25, Yesu anasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa ataishi. Hii ndiyo tumaini la Mkristo, na ndio maana tunaweza kusema kwa ujasiri kwamba kufa ni faida. Tuombe. Baba wa mbinguni somo hili la leo la lesoni la Jumatatu Januari 12, 2026. Na unakushukuru kwa kutufundisha kwamba katika Kristo hata mauti hayana ushindi juu yetu. Tunakuomba tupe imani thabiti, ujasiri wa kusimamia na kusimama katika kweli, na amani ya moyo tunapokutana changamoto za maisha. Tusaidie kuendelea kushinda pambano kuu la kiroho na kutumia silaha za mbinguni, na tuishi kwa ajili ya Kristo kila siku ya maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Asante msikilizaji kwa kuambatana nami katika kipindi hiki. Mimi ni Bukelebe Wengerera, na kukaribisha tena katika kipindi kingine kijacho. Mungu akubariki sana.